Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Mimi naitwa Harrison John Kilibika ee, ni baba mdogo wa marehemu William Vincent Kilibika ambaye amefariki Tunduma siku ya Jumamosi, so tumekuja hapa kanisani kwa ajili ya ibada ya kuaga mwili wa marehemu ee, William Vincent Kilibika ambaye alikuwa senior ya dereva katika kampuni ya Eastern Union. Baada ya kuaga mwili wa marehemu, tutatoka hapa hadi kwenye makaburi ya Kinondoni Langata kwa sababu ya mazishi, mpaka nyumbani kwa marehemu Kinondoni e, Mkwajuni, eneo la Garden kwa ajili ya taratibu ambazo tutafuata baadaye. Kazi ya udereva sio chini ya miaka 25 kwa katika kampuni mbalimbali mbali, lakini mpaka mauti anampata alikuwa kwenye kampuni ya Eastern Union. Jina anaitwa George Peter Kilibika, ni mdogo wa marehemu William Vincent Kilibika. Kwa sisi upande wa familia, kwa marehemu tumepata pigo kubwa sana, kwa sababu tukiangalia, alikuwa ndo kaka yetu mkuu ambaye kila tatizo ambalo lilikuwa nahusu familia tulikuwa tunamshirikisha yeye. Kwa hiyo kama familia ni pigo na pia kifo chake kimekuwa cha, cha, cha, cha, cha kushtukiza. Kwa kweli sijui niweze kusema nini, lakini kiwalisia tu kwa upande wa kina Kilibika tumepoteza mtu na nusu sana tu. Alikuwa mtu anajitolea sana kwenye z matatizo, matatizo mengi sana na nashukuru mimi ni moja ambao viongozi wa ukoo ambaye nilikuwa tuna organize kwenye shida na la mfahamu marehemu yani, ukimpigia simu moja, bwana kaka William, kuna msiba, kama yuko mbali amesafiri, uko nje ya nchi, atakwambia basi, George ndatuma mchango wangu. Lakini pia baada ya kutuma mchango, baada ya matatizo kutokea, huwa anachukua muda waje kwenda kutembelea familia hizi. Kwa hiyo ukiwalisia, tumeumia. Tumeumia kwa kweli. Yaani tunaongea kutoka moyoni, tumeumia kama sisi wakina Kilibika. Moja kwa moja nazungumza kutoka hapa Mwananyamala, kanisa la Katholiki ambapo tumekuja sisi kama TV kuweza kushuhudia eh, maisha au safari yake ya mwisho, ndugu yetu William Vicent, ambaye ameondoka tarehe 27 hapa duniani, kwa maana amefariki dunia e, tarehe 27 ya mwezi huu e, asubuhi na nipo hapa e, hapa ninapozungumza moja kwa moja nipo ni kanisani, na tunaenda kuzungumza na dereva ambaye amefanya naye kazi katika eh, ujana wake mzima mpaka sasa pale mauti ulipomtoka. Ninayezungumza naitwa Dickson Bisare, na hii ni sama, eh, CHAWAMATA TV online, tunapatikana katika YouTube kwa majina hayo, Instagram tunapatikana kwa majina hayo pia, pale mjini, Twitter tunapatikana kwa majina hayo. Tunaenda kuzungumza na ndugu yetu hapa, tuambie yeye eh, ndugu Vincent alimjua vipi tangu walivyoanza kazi ya udreva, mpaka sasa ambapo ameondoka hapa duniani. Ungana nasi katika mahojiano haya mafupi kuweza kufahamu mengi zaidi yaliyokuwa namhusu ndugu yetu William Vincent. Ndugu yangu habari ya mchana. Salama pole sana kwanza kwa kuondokewa na ndugu yetu William. Uh, Mimi nashukuru ndo kazi ya Mungu kaondoka jamaa yetu, mimi naitwa Masauni Mtandia. Bwana William namfahamu miaka mingi, toka anafundisha udreva na baba yake mpaka ilivyofikia sasa hivi ikapoteza maisha. Bwana wile ni mtu mmoja, hana matatizo na mtu, tumeishi naye vizuri mtaani mpaka katika kazi zake. Sijawahi kusikia kwamba kuna tofauti yoyote ya kazi yake au kugombana na mtu. Bwana William alikuwa, labda ni mtu wa aina gani, e, katika kazi hii ya udreva? Bwana William alikuwa katika kazi ya driver ni driver mmoja mtara mtanashati mtaratibu, yani anafanya kazi zake kwa uweledi na mpaka hapa alipofikia Mwenyezi Mungu kamchukua. Sidhani kama ni tofauti zozote, changamoto tu za kibinadamu, lazima kila binadamu anakuwa nazo, lakini ni driver mmoja mtaratibu sana, na anaf, amefanya kazi yake kwa muda mrefu. Changamoto katika kuendesha gari ya ajali ni vitu vidogo vidogo tu lakini na tunasikitika tumempoteza kijana wetu muhimu sana, ni driver mmoja mzuri tu. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Inapokuwa e, mnafanya jambo la kijamii alikuwa anaonyesha ushirikiano tuna, tunashirikiana sana, na ndio maana mpaka unavyoona hapa watu wote waliojaa wamekuja kwa ajili yake, kutokana, tulikuwa tunaishi naye vizuri tu katika kazi, anafanya kazi katika mambo ya kijamii, tunakuwa naye pamoja. Ni jambo gani sasa uh, uh, unaenda kulikosa kwa kumpoteza, kwa kumpoteza ndugu yetu, ile jambo nalo likosa nakosa yani huduma yake niliyokuwa naipata mtaani, kama linatokea jambo kutusaidia, tunakuwa pamoja. Kwa hiyo tumempoteza hatuko naye tena, ndo kazi ya Mungu, tunashukuru, tutafanyaje. Bwana, neno lako sasa la mwisho eh, eh, kwa, kwa familia lakini pia ndugu, vijana wenzake ambao bado mpo duniani unaongea nini? Neno langu la mwisho kwamba yeye ametangulia mbele ya haki, sisi tunaobaki tuige mfano wake, bwana wile aliyokuwa naishi na sisi tunaoendelea tuishi kama hivyo ili tupate kuendelea na mambo yetu ya kibinadamu yani. Bwana, nikushukuru sana. Asante nashukuru sana kazi njema kaka. Pamoja. Na mtazamaji, huyu ni mwananchi ambaye alikuwa ni mwana driver pia ambaye alikuwa ni mwenzake eh, na marehemu William John na sisi is, eh, CHAWAMATA TV tumeona isiwe kesi kwa sababu TV chombo ni kwa ajili ya madereva eh, au madereva ambao ni wa nchi yote Tanzania mikoa yote Tanzania ambayo tunayoijua, tuna mtazamaji na sisi tumefika hapa Mwananyamala kanisani kuweza kuwa washuhuda wa kukufikishia wewe ambao kuweza kupata nafasi ya kuweza kufika maeneo haya kujua ni nini ambacho kimeendelea kutoka maeneo haya. Kinachofuata kutoka hapa sasa hivi mtazamaji, ni maandalizi ya kuelekea kumpumzisha katika nyumba yake ya milele pale Kinondoni FM. Tukitoka hapa tunaelekea huko, na mtazamaji, kila kitu tunakuhakikishia kwamba kitakuwa kinakufikia wewe kwa uzuri na picha angavu kabisa ambayo haina mashaka yoyote. Nikwambie tu uendelee kusubscribe cha channel yetu ya CHAWAMATA TV ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zile ambazo zinazokufikia kutoka ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Mtazamaji, hii ni CHAWAMATA TV na tupo hapa, ilikuwa ni siku ya sherehe za mwisho za mwenzetu William Vicent, ambaye tunapo tulipokaa, mimi na ndugu yake, ni sehemu ambayo tumekuja kumpumzisha ni sehemu ambayo itakuwa ni makazi yake ya kudumu. Naitwa Dickson Bisare na hapa mbele ya kamera ni nina, naye mdogo wake e, mdogo wake marehemu ambaye anaenda kutuambia historia yake ya maisha, alikuwa ni mtu wa aina gani, alikuwa anapenda vitu gani, alikuwa apendi vitu gani, tunaenda kuyasikia yote kupitia hapa Chawamata TV. Naam Zungumza na sisi sasa Chawamata TV, lakini pole kwa msiba, kwa kuondokiwa na kaka yako e, tumwombee tu Mwenyezi Mungu azidi kumpumzisha salama huko aendako, na sisi pia mbele yetu nyuma yake. Kwa hiyo sisi tumombee maisha marefu kwa, apumzike salama. Tuambie maisha yake alikuwaje, tangu utoto wake mpaka bali alipokuja kujitambua. Anza na majina yako la kamili. Kwa jina anaitwa Kenneth Vincent Kilibika mdogo wa muhusika huyo marehemu. Kwa stori ya marehemu kaka angu toka udogo wake hadi ukubwani, alikuwa ni mtu mwenye huruma, hapendi akiona mtu ananyanyasika, alikuwa anajitoa kwa lolote, yaani bora yeye awe hana kitu, lakini yule aliyokuta na matatizo amsaidie. Niko barabarani muda mrefu, hata mimi nimepata udereva kupitia kwake. Kwa huruma kwa yake ametoa watu wengi, hata alivyokuwa katika matatizo yake katika kushauri kwamba huyu mtu azikiwe Iringa Mufindi, jamaa zake wa karibu alisema hapana, huyu mtu aletwe Dar es Salaam. Kwa hiyo tukamleta Dar es Salaam. Akweli nashukuru kama ndugu wa marehemu, nimefarijika kwa watu waliokuwa nao, sijai kusikia amegombana na mtu katika maisha yake. Kwa hiyo langu ni hilo, sijui mwandishi unalipi. Namna alikuwa ni mtu anapenda vitu gani na vitu gani na vipendi katika uhai wake kama nilivyoongea mara kwanza, yani kuonewa mtu yeye alikuwa hapendi, na hapendi kumwona mtu yuko mnyonge hmm. Kishajua wewe mnyonge, anakuuliza shida ni nini? kama mtumiaji, basi anaweza akakununulia kile unachotumia. Labda ukiwa kama mdogo mtu, ushawahi kumkwaza na akakwambia moja kwa moja ha? kwa kweli kwa jinsi mimi nilivyoishi naye sijawahi kumkwaza, sijawahi kumkwaza, naamini hivyo yani, zaidi ya kumnyenyekea, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni baba, ndio kila kitu yani Marehemu ameacha, e, e, ameacha familia ya watoto wangapi? Marehemu ameacha familia ya watoto watatu hmm. Katika watoto watatu, wa kike wawili, wa kiume mmoja na mjukuu mmoja. Na wote wanaishi Dar es Salaam hii. Ndio wote wanaishi Dar es Salaam. Na pia makazi yako hapa Dar es Salaam. Ndio mimi niko Dar es Salaam. Ukiwa kama mdogo mtu, majukumu yako kaka ametangulia ya mbele yake, majukumu yako ni yapi kuhakikisha familia yake imekaa sawa? Mimi kama mdogo mtu itabidi ni abebe yale majukumu yake kwa hali na mali hadi itakapofikia mwisho wake. Sitokubali watoto wangu wateseke kwa aina yote, yani tachukua viatu walivyoviacha kakaangu. Tumia sasa fursa hii ya CHAWAMATA TV lakini pia kuongea na Tanzania, e, unawaambia nini sasa? E, wale watu wanatutazama, wanaofuatilia CHAWAMATA TV, unawaambia kitu gani cha upekee zaidi ambacho umekiona ndani ya CHAWAMATA TV? Mimi kibinafsi katika CHAWAMATA TV nimeipenda sana kwa sababu wanakuwa bega kwa bega na dereva popote alipo anapopata shida dereva lazima mfatilie mwanzo mwisho, hadi wajue mwisho wake. Kwa kweli nimewapenda, nimewapenda na nawashauri wenzangu madereva kama mimi tujitahidi, tujiunge na CHAWAMATA. Ni eh, nikushukuru sana eh, pole sana kwa msiba uliokukuta. Asante sana, nashukuru. Asante. Na mtazamaji huyu alikuwa ni mdogo wa marehemu, na sasa tumemaliza tumetoka kuzungumza naye, ametuelezea eh, marehemu alikuwa ni mtu wa aina gani, alikuwa anapenda vitu gani, alikuwa hapendi vitu gani. Lakini pia sasa hapa tunaenda kuzungumza na madreva eh, wenzake eh, marehemu ambao tupo nao hapa waweze kutuambia wao wana historia gani ya eh, na marehemu na mtazamaji sasa, nipo na dreva ambaye ni dreva, ni mkongwe naamini, katika maswala ya udreva. E, nipo naye hapa ataenda kuzungumza kiuhalisia zaidi. Kwanza atuambie ye, ni mwanachama halisi wa Chamawata, ni majina yako kamili? Amza Juma Kasere. Mimi ni marehemu na mfahamu vizuri sana Unamfahamu mfamu vipi marehemu, tupe mi, mi background yangu. Marehemu navyomjua kama vile labda tumekuwa labda pamoja, na mtu wangu alikuwa ni wa karibu kama vile pacha naona. Kwa hiyo namjua sio mkorofi, na, hmm. na hata kilichotokea, mi mimi mpaka sasa hivi nashangaa marehemu. Mimi mpaka mara ya mwisho nilikuwa naye niko Tunduma, naondoka mimi Tunduma nimemwacha Tunduma, yeye anakwenda Rusaka, mimi nilikuwa napakia mzigo kwenda Tanga, nakwenda Mombasa, na tuliongea naye vizuri tu. Vipi sasa, taarifa ulivyopokea kwamba e, mwenzetu ametangulia mbele ya haki ulijisikiaje? Au ni kipi kikuja moyoni mwako cha kwanza kabisa? Mimi nilisikia vibaya sana kwa sababu ni mtu wangu wa karibu sana, nilikuwa kama vile pacha wangu, lakini ilikuwa la kwangu mimi, unaona, nilijisikia vibaya sana sana sana. Sabi... neno lako sasa moja kwa familia kwa kuondokewa na ndugu yetu William. Tujishikilie. Tumeondokewa na mtu muhimu ambaye alikuwa ana tatizo na mtu. Umeona? Kila mmoja familia. Mimi niko kavike kwenye familia sasa kwa sababu nimeshia miaka mingi. Karibia miaka thelathini inaweza kufika huko. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa kavike pacha wangu, ni ndugu yangu. Umeona? Sasa katika familia tu... Tuvumilie Mwenyezi Mungu ndio ambaye anaamua. Mwenyezi Mungu ndio ambaye leo ondoke, kesho baki. Ehe, umeona sasa, hatuwezi kuchukulia ma, maamu, yani kuchukua ma, majukumu ya Mwenyezi Mungu alivyoamua. Sawa. Sasa tu, tu, tu, tuvuke kidogo kutoka hapo. Bila shaka wewe ni mwanachama halisi wa CHAWAMATA mm, ni kweli na? Na mimi naomba hata madereva wengine wajaribu kujiunga na CHAWAMATA kwa sababu chama hichi kinasaidia kitu gani? Faida gani umeipata tangu umejiunga na CHAWAMATA ili uweze kuwashawishi wale ambao hawajajiunga waweze kujiunga na chama hiki cha CHAWAMATA? Vitu vingi, na maana kwamba mimi naweza kupata tatizo, niko sehemu yote, nikiingia katika wanachama wangu nitapata msaada na kusikika katika chama kwamba mtu fulani, bwana kapata matatizo. Unaona, kwa hiyo kuna umuhimu sana madereva kujiunga na hili, hili chama ili ili driver aweze kuwa mwanachama wa chama Chawamata vi, vi, man, hmm. Ni vitu gani anatakiwa kuwa navyo vigezo? kwamba ni leseni, cha kwanza kwamba kama yeye ni dereva umeona, hakuna cha kwanza ni leseni ni leseni na ada na ada ada ada ulipia huripia, ada inakuwa ni bei gani? ada shilingi elfu ngapi? elfu kumi, enzi hizo eh Safi kabisa. Sasa tuambie sasa, sasa e, wewe tangu umejiunga na e, chama cha Chawamata bila shaka umesema umepata haki umepata umepata suluhu e, ya matatizo yako mengi e, baadhi ya mach, e, changamoto ambazo ulishazikutana nazo Chawamata kakusaidia ni zipi, ambazo unatamani utuambie sisi, ili hata kama kuna driver huko ameshakutana nazo ajue sahihi sehemu sahihi ya kuja ni ipi ni sawa? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu sijawahi kupata changamoto ya barabarani na kufika mpaka CHAWAMATA. Umeona kwa mimi binafsi, lakini kwa wenzangu kama hivi, umeona kama hii tatizo ilitokea hapa, tuko pamoja hapa, mmekuja kuja kushirikiana na sisi eh, kwamba najua kabisa hata mimi nitapoinikuta lazima nyinyi mtakuja kusapoti matatizo yangu, umeona. Ndio hicho ninachokisema, lakini madevo wenzangu na washauri wajiunge na chama basi. Chama gani ikiwa jiunge nacho chama CHAWAMATA. Madreva mnaombwa mjiunge na chama cha mawata ili kuweza kupata suluhu e, wa matatizo yenu pale mnapokuwa matatizo e, mfano wewe ni, we we ni dreva unaendesha malori kwenda mkoa gani au nchi gani? Mimi nakwenda Kongo, hmm. Zambia, Rwanda Kote huko yani, maana mimi ruti zangu mara nyingi ni kuvuka boda. Changamoto zipi sasa ambazo unazokutana una, una nazo unavyokuwa unaenda e, nchi za nje Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya? kuna changamoto ipi ambayo ushaipata mpaka sasa? Changamoto ni nyingi. Kongo, hasa Kongo kuna utekaji mwingi sana, wakopa watu wanaweza kukuteka Kongo, ndo shida sana. Bora kidogo Zambia, Zambia kidogo ni afadhali, lakini Kongo ni shida. Nadhani shida inatokana nini huko Kongo, na sio nchi zingine Kenya, Zambia, Rwanda, Uganda? Kongo, naweza kusema kwamba serikali hmm. imeshikwa na watu hmm. Maona eh? hmm. Serikali ya Kongo imeshikwa na watu, na maana kwamba mtu anaweza kuamua chochote anachokitaka yeye hmm. Na wakati mwingine tunatembea, sio kamvoi, unaweza kuwa gari kumi kumi na tano. Ukiweza kutembea peke yako, unatoka Koroezi, unatoka unakuja, unaanza kurudi hmm. Basi, kama uko peke yako, uwe makini sana, ujue kabisa unaweza kutekwa na kopa ikachukuliwa na wewe ukafanywa uka, uka vitu vibaya, au ukazurika. Sasa mnavo mfano sasa, ukiwa Kongo uko umepatwa na shida yoyote, waga, mnatumia njia gani kuhakikisha kwamba hilo tatizo leo limetatuliwa lime na kuweza kurudi Tanzania mkiwa salama? Hapo mara nyingi bwana, kule msaada unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu serikali ya Kongo kama navyokwambia, serikali ya Kongo imeshikwa na watu hmm, unaona no, ambao wenye uwezo ndo wameshika serikali. Kwa hiyo hata unaweza ku, kutekwa kopa ikachukuliwa labda ukapigwa ukaenda kutupwa polini, gari ikaenda kutupwa kule. Sana sana utakwenda kulalamika tu kwenye vyombo vya habari au kwenye magrupu ya madereva kwamba ah, bwana mimi nimetekwa. Ah, kama sio kutekwa hmm, wat, watakuta huko polini kule Paka wakuchukue uende hospitali mpaka baadaye waikute gari, ni muda umeshapita. Na hiyo matatizo sasa Kongo ni yani ni, ni sugu kwa wastani. Kongo, matatizo ya kutekwa na kopa ni sugu. vipi kuhusu masuala ya chakula huko Kongo? Kongo chakula ni shida, si mara nyingi madereva tunapenda sana kununua chakula Tanzania, tunakuwa na mchele, tunakuwa kila kila kitu tunakuwa nacho, jiko la gesi, mkaa, kila kitu tunakuwa nacho, safi nacho kwenye gari. Kwa hiyo eh, eh, tukifika sehemu labda nataka, nataka kupika, unachukua labda gesi yako unashusha chini, kama sio chini, hata kwenye gari unaweza kupika ndani ya gari pale eh, unaweza kuweka pale, kuna nafasi, kuna kitanda unaweza kuweka pale jiko, unataka kupika nini, labda chipsi, unakata kata viazi nini, unakaanga. Ukisha meza pale, chukua mayai yako, unakaanga, unakula na maisha yanaendelea, maisha mengine yanaendelea. Sasa sasa, zungumza sasa na madereva ambao wanatutazama kutoka eh, kupitia CHAWAMATA TV, hmm, unawaambia nini sasa eh, ili waweze kujiunga na chama cha CHAWAMATA cha, hii ni, cha, ni chama cha madereva wa maroli Tanzania. Mimi nachowashauri madereva wenzangu tujitahidi tuingie kwenye chama, unaona, yoyote ambaye atakaye atasikia hii itakuwa imesharushwa, tujitahidi tuingie kwenye chama. Madereva wa Tanzania tunanyanyasika sana, lakini kama unaingia kwenye chama kidogo inaweza kuwa ni afadhali, kusema kulalamika inakuwepo, lakini hivi hivi sisi matajiri wanatoka kama vile mbwa, wakati mwingine unaona wanatoka kama vile huyu dereva ni nini Hmm. Unaona mara nyingi sana watudhulumu haki zetu na hivi unaona hmm, lakini kama unaingia kwenye chama unaweza kwenda kulalamika pale, haki zako wakati mwingine unaweza kuzipata hmm, kutokana na chama umeshajiunga. Kwa hiyo madereva wenzangu, nawaomba sana mjiunge jwa CHAWAMATA TV moja kwa moja, tunazungumza kutoka Kinondoni FM, sehemu ambayo tumekuja kumpumzisha mwenzetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Na hapa nipo na kiongozi ambaye ni mwakilishi kutoka kampuni ambayo alikuwa anafanyia kazi kabla ya umauti wa kumkamata au kumpata. Mtazamaji, ndugu yangu, habari ya jioni? Na mshukuru Mungu tukoza vizuri, wanakuita wana kwa jina gani? kwa siwa wakufahamu, na umetokea wapi, na tuambie safari nzima ya mwenda zake William ilikuwa vipi tangu amekuwa na kazi akifanya kazi katika kampuni ya Eastern Union? Aa, kwa majina mimi ni Jeromin kutokea Eastern Union ambaye ni kampuni tulikuwa nafanya kazi pamoja na ndugu William ee, William ni mfanyakazi wa kampuni yetu wa muda mrefu kama dreva ambaye ni mfanyakazi mzoefu na mwaminifu kwa kipindi chote ambacho tulikuwa naye. Kwa hiyo sisi kama kampuni kwa kweli tumesikitika tu sana kwa tukio ambalo limempata tokea akiwa anaumwa mpaka umauti, na kwa namna moja au nyingine tumejaribu kuwasiliana na familia eh, na kushiriki pamoja nao katika hatua zote ni vitu gani ambavyo utakuwa mnavikumbuka kama e, kampuni kwa mwenda zake William? Uh, kwa William ni nachokumbuka ni uharaka uh, uh, wake katika kazi. Alikuwa ni mtu mwepesi sana kwa kupokea maagizo ambayo anapewa na kuyafanyia kazi kwa haraka. E, tuambie tuambie sasa lakini tuambie sisi e, CHAWAMATA lakini pia watazamaji wanaotutazama wito wao ko kwa e, familia, ndugu na marafiki waliompoteza ndugu yao kipenzi ni upi? Wito wangu ni kwa, kama ndugu, tulie lakini tulie kwa imani, kwa sababu kwa sisi kama wakristo tunaamini kwamba e, kila hatua ipiga ni Mwenyezi Mungu ndiye mpaji. Kwa hiyo tunasema tulie, tulie kwa imani tukiamini kwamba ndugu yetu hajapotea bali yuko e, katika hatua nyingine e, hi, nikushukuru sana nikutakie safari njema huko naporudi. Amina. Na mtazamaji huyu alikuwa ni mwakilishi wa kampuni ya eh, Eastern Union ambaye amekuja kuwakilisha eh, kuaga sherehe za mwenda zake ndugu William ambaye alifariki dunia tarehe 27 ya mwezi wa tano mwaka wa 2025. Safari yake li katika ghafla mno na machozi yanatiririka kama mto, au oh, William mwenzetu, mpambanaji, jina lako litaishi milele. Ulipambana kwa bidii na upendo katika msiba, utupo pamoja.